Uchaguzi wa mwaka huu ndugu zangu, ni wana Msonga, wana Nampangwe, wana Kasozi, wana Ikuzi, ninyi nyote mlio kwenye kata hii, uchaguzi huu una mahusiano na maendeleo yenu. Hakuna maendeleo yatatokea kama mtajitokeza kwenda kupiga kura. Twende tukapige kura wote. Saba na sita. Nataka nione kwenye kata inayoongoza kwenye wilaya yetu ya Bukombe watu wamejitokeza kwenda kupiga kura wawe wa Runzewe Mashariki, na kura zenu ziende kwa Chama cha Mapinduzi. Mtakapochukua ile karatasi ya kupiga kura, nisikilize, wala asikudanganye mtu. Utakuta mgombea wa udiwani yuko mmoja, kuna kiboksi kimeandikwa ndio, usihangaike na kingine. Chukua kalamu yako, piga kwenye ndio, tumbukiza Utakapofika kwa mgombea urais utakuta kuna wagombea wengine, siwajui majina yao, sitaki hata kuwajua wanafananaje, hainihusu. Ninajua jambo moja, kwenye hao wagombea yuko Dkt. Samia Suluhu Hassan, tena mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Chukua kalamu yako, piga hapo, kunja karatasi yako, tumbukiza kwenye sanduku. Ukimaliza njoo kwenye karatasi ya ubunge, utanikuta na mimi niko hapo t ya polisi ukifika hapo, chukua piga kura, nichague, twende tukafanye maendeleo wilaya yetu. Tumechelewa kwa sababu ya maneno. Hatutaki maneno, tunataka maendeleo. Mangalie mwenzio, mwambie hatutaki maneno, tunataka maendeleo miaka mitano inayokuja kila kitongoji tulichonacho kwenye kata hii tunataka tufikishe umeme kwa ajili ya maendeleo yetu. Mama ameamua kuporomosha maendeleo. Hatukuwa na jengo la mkuu wa wilaya, mama amesema piga chini, tunajenga upya. Hatukuwa na soko la kisasa, mama amesema piga chini, tunajenga soko jipya. Ukienda Ushirombo leo, hapakuwa na stendi ya aleho yotu, lampra, macharuba, mama amesema piga chini, tunajenga stendi mpya. Barabara za lami zinajengwa kutoka Ushirombo kwenda Katoro, mama amesema piga chini, tunajenga lami mpya. Sasa mnataka tufanye nini? Kwa sababu mlipiga kura nyingi na uchaguzi huu, mkitaka mambo mazuri yaje, piga kura, mwambie jirani yako piga kura. Sasa mkimaliza kupiga kura, fanyeni kazi moja, mtudai maendeleo yenu, mtudai mabadiliko kwenu Mtudai vitu vinavyoonekana. Hatuko hapa kuja kusema tu maneno halafu tuondoke, kwa sababu tunajua ndani ya kusema lazima kuna kutenda. Tunadaiwa. Nimekuja hapa kuwaomba kura zenu, twende tukapige kura tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ili tuweze kuchagua viongozi waliofaa kwa ajili ya maendeleo yetu.